kwa jina la Yesu na ningependa kuhubiria neno lake kulingana na amri yake kutoka kwa kitabu cha Yohana wa kwanza mstari ni wa kumi na nane ishirini na mbili ishirini na tatu watoto wadogo huu ni wakati wa mwisho kama mlivyosikia kwamba mpinga Kristo anakuja, hivyo basi wapinga Kristo wengi wamekwisha kuja. Kutokana na hili twajua kwamba huu ni wakati wa mwisho. Je, mwongo ni nani? Mwongo ni mtu yule asemaye kwamba Yesu si Kristo. Mtu wa namna hiyo ndiye mpinga Kristo yaani, yeye kumkana Baba na Mwana. Hakuna yeyote amkanaye Mwana aliye na Baba. Yeyote anayemkubali Mwana anaye na Baba pia. Ameandika maneno hayo. Haya ni mwanafunzi aliyependwa na Yesu Kristo, aliandika maneno haya ni mfuasi wa Yesu Kristo, ni mtume wa Yesu Kristo, na amesema maneno haya, aliyeshuhudia kutembea hapa. Anasema na, kwanza sikiza, ndugu yangu, imesemekana na wengi wali... kuja na hii iwe ni kwako kwamba ni wakati wa mwisho, kwamba ni siku za mwisho, kwamba hii dunia inaenda kuisha na ishara ni mpinga Kristu anakuja, na ishara kwamba anakuja ni kwamba wapinga Kristu tayari wamekuja wengi sana, wengi sana. Anasema hii barua imeandikwa before the first century, watu wa kumpinga Yesu walikuwa usi juzi, wewe umekuwa na mandugu wapinga kutari hata kabla ya kuja kwake, waliwali kuja kwake. Mpinga Kristo yuwaja, na wengi wamekuja. Na mpinga Kristo ni nani? Ni yeyote anayekana kwamba Yesu si Kristo, ala yote anayekana mwana. Anasema amka naye mwana hana baba, hana Oh, sema mimi namjua Mungu. Mungu mimi na Mungu. Oh, mimi na Mungu. Oh, mimi ninafunga. Oh, mimi nina swali una, una mwabudi mwana una, una. Kama, kama haumwabudu mwana hakuna Mungu, unajua huyo ni Yohana amesema hivyo na amekiri. Nani atembea hapa kuhubiri hilo neno lake? hakuna anayemkana mwana ambaye ana Baba, full stop oh, wanamkana mwana. Wamekana nini? wamekana manabii wote Manabii wote walitarajia kuja kwa huyu mwana, wote wanasema. Anasema o, nina ninafuata Torati ninafuata sheria ya Musa, lakini yule Musa pale hajui kuhusu Pasaka. Anasema Musa ni wa Wanaisraeli. Wanaisraeli wanajua Pasaka. Huyo Musa wake, huyo Musa wako wapi? Pasaka yake wapi, anapochinjwa hiyo kondoo wako na Musa asiye na kondoo kuchinjwa. Kwa sababu gani? Wameondoa kuhusu ya kujai, wameondoa kuhusu yule wa kusulubishwa, wameondoa kondoo wa kuchinjwa. Lazima kondoo angechinjwa ndio wanaisraeli waokoke, wateri wasipatwe na yule malaika wa kuua. Lazima wewe, Musa wako wapi? Pasaka yake Wamemkana Isaya anayesema kwamba anakuja ili ya dhambi zetu. Wamekataa Yeremia, wamekataa Ezekieli, wame wamekataa Habakuki, wamekataa Eli, wamekataa Jona, wamekataa Mika, wamekataa Zakaria, wamekataa wote. Yesu mwenyewe anakiri, hawa manabii wote anawakiri wote alipokufa alipotembea duniani aliwaambia Wayahudi, mimi, mnachunguza maandiko mkidhani ya kuwa ndani yao kuna uzima wa milele, maandiko hayo hayo yananishuhudia kunihusu mimi. Hayo maandiko yenye mnataka kujua kama mimi ni masia kama ninavyowaambia, hayo huoni kama hayanishuhudii. alipokufa akafufuka, akawaambia wanafunzi wake waliokuwa bado hawajamkagua wa, akawaambia nyinyi ni wajinga kiasi gani, nyinyi ni wazito mioyoni mwenu kuamini mambo yote yaliyonenwa na manabii. Je, haikumpasa Kristu kuteswa kwa njia hiyo na kisha aingie katika utukufu wake? Akianzia sheria ya Musa na manabii wote akawafafunulia kuhusu maandiko yalivyosema kumuhusu yeye. Ndiyo maana lazima yeyote amkanaye mwana aseme bibilia ni ujinga, aseme bibilia, aseme bibilia, lazima biwe kwa yale yanasema Umemkataa mwana, umekataa maandiko ya baba, kwa hivyo umekataa baba. Umekataa uwezo wa Mungu. Angalia staajabu Unafikiri kwamba utaweza kusimama ya Mungu aliyeumba dunia kama hii kwa uwezo wako kwa kupima mizani. Wacha upumbavu we. Mungu staajabu wako, stajabu kulemewa kwako na dhambi zako. Jawa na hofu wewe. Haujashangaa kwa nini mafunzo yameshindwa kukuokoa? Unajidanganya asubuhi hadi jioni. Unashangaa mbona una uwezo wa kushinda dhambi. Unashangaa umekuwa ukisema we. Nita nitaanza kusali, nitaanza kwenda kuomba, nitaanza kufunga, nitaniwezesha. Umeshinda wiki moja, wiki mbili, wiki tatu, bo, umeanguka tena. Kubali, kubali. Unasema oh, Mungu ni mkubwa sana, anawezaje kukuwa mwanadamu, anawezaje kujishusha hivyo? Mimi nakwambia hilo hilo hilo swali lako, jibu liko hapo hapo tu. Hiyo ndio kiasi ya uovu wako kakangu, hiyo ndio kiasi cha to... hadi Mungu yake aa katika akawa kondoo akawa dhabihu akachinjwa. Umekataa uwezo wa Mungu wa kushinda dhambi. Umemkataa Mwana, kwa hivyo hauna Baba. Umekataa hekima yake Mungu, umekataa hekima ya Baba. Daktari ni yule awezaye kujua shida ya mtu ni gani. Huyo ndo wewe. Diagnosis ya uovu wako ni gani? Unafikiri sisi ni dunia yako? Mungu ame ni roho ume au kwa mwenye dhambi ukiwa ten years old Hati wanasema mtoto anazaliwa akiwa msafi, la hasha! Mungu Baba anasema mtoto anazaliwa muovu. Unashangaa? haujastahabishwa na uovu wa vitoto Una... kushtua? unakataa hekima ya Baba Amesema ha hakuna, hadi uzaliwe tena, uzaliwe fresh, lazima ukufe na ufufuke ukiwa mtu mpya, la sivyo ni mateka wadai. Mateka hawezi kujiokoa, hawezi pata sheria, hawezi Mungu aje, lazima akufe, lazima afe, na ndio maana yeyote aliyemwamini Yesu amekufa na yeye, amezikwa na yeye, ameshinda kifo na yeye, hakuna hukumu juu yake. Umekataa hekima ya Mungu, unajiona unajua kuhusu Mungu kuliko Mungu. Umemkataa Mwana, hauna Baba, hauna. Unasema Mungu Baba atatukubali tukirudi, lakini kurudi kwako ni roho nusunusu. Unagundua Unarudi lakini roho yako bado iko kwa tamaa zako. Unarudi kama mwanamke aliyeshikwa anarudi na roho nusunusu, bado roho yake iko katika uzinzi wake, lakini anarudi tu ndio asifukuzwe. Unadhani kurudi hiyo inafurahisha Mungu? Ati hoo, nitarudi Mungu atatukubali tukirudi haki ya Mungu pia lazima itimizwe. Kila dhambi lazima ilipiwe. Italipiwa vipi? Bado unashangaa Mungu atakudai vipi? Wewe mchafu, wewe mchafu kama hii karatasi yangu imeangukiwa na hiyo, Mungu aende urudi, si lazima hiyo uchungu makosa yako lazima yeye akubali aibu ya makosa yako, uchungu wa makosa yako. Bado unashangaa mbona Mungu amesulubishwa, alike wako a anabeba upumbavu wako, wako unashangaa unamkataa Mwana hauna Baba. O oh, ndugu yako umekataa manabii, umekataa uwezo wa Mungu, umekataa hekima ya Ume Ume Mungu heki, lakini ambayo inahudumisha inaogofya umekataa upendo wa Mungu umekataa neema yake, umekataa huruma yake, umekataa mapenzi yake. Amejitoa, amemtoa mwana watu wa pekee kwa ajili ya ovu, kwa ajili ya wenye dhambi. Nani anaweza fanya hivyo? Nani anaweza fanya hivyo? Nani niambie nani atatoa mwanawake kwa ajili ya adui zake? Niipa leo jionyeshe, umemkataa. Ume ametoa mwanawake wake na umekataa. Unasema oh, Yesu ni mtume tu, yeye si zaidi ya mtume, na ni mtume ametumwa, ili ujue uovu wako, ili ujue kupotea kwako, ili ujue kutubu ya kweli, ili ujue bei ya dhambi yako, ni damu, damu ya Yesu. Anasema mimi na mimi pekee ndio njia, hakuna kukuja kwa Baba kama hujapitia kwangu. Mimi si matunzo yangu, si yangu. Mimi, mimi ndio napitia mimi. Hakuna anayejua Baba ila mwana yeye, wasema na anasema ukikataa, usipokubali, usipoamini kwamba mimi ndiye kwamba mimi ndio mwana wa Mungu, kwamba mimi niko sawa na Mungu, utakufa. Utakufa katika dhambi zako, na kuhakikishia leo, usipomwamini Yesu leo utakufa katika dhambi zako, utaangamia katika uovu wako, utakufa katika uchafu wako. Lazima Yesu akuoshe.